Na diet nyingine inayoitwa carnivore diet. Carnivore diet, kwanza unatakiwa ujue carnivore diet ni kitu gani. Tunapozungumzia carnivore diet, tunazungumzia lishe inayozingatia matumizi ya nyama peke yake. Maanake unapoandaa chakula chako, chakula chako ni nyama peke yake. Narudia tena, chakula chako ni nyama peke yake na hapa unaweza ukatumia nyama, unaweza ukatumia samaki, unaweza ukatumia mayai, unaweza ukatumia na bidhaa za mnyama kama siagi, jibini na maziwa kwa na maziwa, japo tunashauri maziwa ya mtindi ndo yanakuwa mazuri sana katika dayati hii. Na lengo kuu la dayati hii ni, ku eliminate ni ni kuondoa matumizi ya vyakula vya wanga na sukari kwenye lishe ambavyo vimeonekana kuwa na athari kubwa katika afya ya binadamu. Kwa hiyo una base katika kutumia nyama peke yake, nyama peke yake. Sasa faida unazoweza kuzipata baada ya kutumia carnivore diet namba moja, hii inaboresha afya ya mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo changamoto za tumbo kujaa gesi, changamoto za madonda ya tumbo, changamoto za asidi reflux, ukitumia dayati hii ukazingatia vizuri kama nitakavyoelezea kwenye video zingine, utashtukia unapona haya magonjwa yote bila shida yoyote ile. Lakini pia dayati hii ni nzuri katika kupunguza uzito, kwa wale wenye changamoto ya uzito mkubwa, kwa sababu hapa a, mwili unaingia katika a, kitu kinaitwa ketosis, ambapo mwili utalazimisha utumie mafuta yaliyohifadhiwa kwenye mwili kama chanzo cha nishati, kwa sababu hautumii vyakula vya wanga. Kwa hiyo mwili utalazimika kwa namna yoyote kuingia katika hali ya ketosis, ambayo eh, utalazimika kutumia mafuta yaliyohifadhiwa kwenye maeneo mbalimbali ya mwili kuwa chanzo cha nishati. Na mafuta mengi katika miili yetu yanahifadhiwa katika maeneo ya tumbo la chini, kwenye matiti, kwenye moyo, kwenye ini. Kwa hiyo ketosis italazimisha mafuta haya yatumike kwa. Kama ulikuwa na kitambi, utashtukia kinapotea, kina, kina, kina Kama ulikuwa na manyama uzembe, utashtukia yanapotea, kwa sababu hayo mafuta yaliyohifadhiwa kwenye hayo maeneo ndo yanaanza kutumika kama chanzo cha nishati kwa hiyo mtu mwenye tatizo la uzito kupitiliza, hii dayati ni nzuri kwake. Lakini dayati hii ni nzuri katika kutibu masuala ya kisukari. Masuala ya kisukari, kumbuka uh, inahusisha nyama peke yake. Kwa hiyo kwenye mwili hakutakuwepo na kupanda kwa insulini kwenye damu, hakutakuwepo na kupanda kwa insulini. Kwa hiyo uh, homoni nyingi itakayozalishwa itakuwa ni glucagon homoni ambayo na yenyewe e, kazi yake ni kwenda kubadilisha mafuta kuwa chanzo cha nguvu. Kwa hiyo uta, utajikuta sukari yako inakuwa nomo muda wote, lakini pia e, dayati hii itakusababisha uongeze nguvu na umakini, uongeze nguvu na umakini, kwa sababu hakuta kuwepo na kupanda na kushuka kwa sukari kwenye damu. Kwa hiyo uh, itatengeneza kitu ambacho tunasema ni, ni, ni constant energy flow, pamoja na mental clarity na upunguza hamu ya kula ukila nyama uh, hii diet huwa inakusababisha ushibe ushibe, kwa hiyo utapunguza ile hamu ya kula. Na huwa tunashauri unapokuwa uh, una umeingia katika diet hii, kula mara mbili au mara moja kwa siku, kula mara mbili au mara moja kwa siku. Lakini hakikisha unapokula kula mpaka ushibe, na kama utaamua kula mara mbili, mlo wako wa kwanza unatakiwa uwe kati ya saa sita na saa saba mchana, na mlo wako wa pili unatakiwa uwe kati ya saa mbili saa moja, saa mbili usiku. Kama utaamua kula mara moja kwa siku, hakikisha mlo wako ni kuanzia saa kumi na mbili, saa moja, saa mbili jioni. Na ukimaliza kula au usiende kulala kwanza, e, kakaa tu kidogo, fanya mazoezi kidogo, alafu theni ndo uende kulala. Utapata matokeo ya haraka sana. A, Faida nyingine hii dayati huwa inatibu changamoto za uvimbe, uvimbe wa aina yoyote ile. E, juzi nimepata shahuda kutoka kwa mteja wangu mmoja Moshi huko, ametumia dayati hii na alikuwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi sentimita sita nadhani a na, e, kitu kama hicho sentimita sita, ametumia hii dayati na maelekezo ambayo nilimpa kwa muda wa wiki mbili uvimbe uliyeyuka uri, uri, wenyewe. Kwa hiyo inasaidia kutibu changamoto hizi za uvimbe, changamoto za saratani na kadhalika. Kwa hiyo itumie praktisi, ni ngumu na ni diet ambayo ina, ina, ina nguvu sana, lakini matokeo yake ni ya haraka sana. Kwa hiyo kama utahitaji eh, mwongozo unaweza kutujulisha hapo ili tukupe mwongozo. Sasa, mfano wa mpangilio wa chakula kama umeamua kuanza hii e, carnivore diet e, chakula hiki nimesema unatakiwa kula mara mbili au mara moja kwa siku. Kwa hiyo mchana e, unaweza kuandaa samaki wa kukaanga pamoja na siagi, lakini pia na jibini ndogo. Kwa hiyo hakikisha una samaki mzima au samaki wa kutosha au dagaa uh, za kutosha na jibini ndogo, unakula unashiba. Na jioni unaweza ukatafuta nyama ya mbuzi au ng'ombe au nyama ya aina yoyote, pamoja na supu ya mifupa kama kongoro. Kwa hiyo unafanya hivyo mara kwa mara ama siku zote, utaamua Utakuja kuona matokeo makubwa sana. Kwa hiyo, kama unataka kupunguza uzito, kama unataka kuboresha afya ya mmeng'enyo wa chakula, kama unataka kupona presha, kama unataka kupona kisukari, kama unataka kupona magonjwa ya ngozi, kama unataka kupona bawasiri, kama unataka kupona uh, matatizo mengi ya lishe, hunabudi kuanza kutumia hii dieti. Na kama unataka kujaribu, anza polepole pole kwa kupunguza wanga kido kidogo kidogo. Eh, mwisho wa siku utakuja kubadilisha lisha.